Siri. Unaona? Bango utaona tu limeandikwa pale LBL, unaona eh? LBL tunafanya shughuli hizi na nini? Unaona? Wanatengeneza ka software. Nyie mnaingia ndani, mnaanza kukopeshana huko. Sasa sisi mpaka tuje kusikia. Hmm? Mpaka tuje kusikia. Na mara nyingi unakuta hivi visemi na vya kukopeshana hivi vinatolewa ndani ya vyumba fulani hivi. Wananchi mpo kule. Wale mabwana wanachofanya wanaonyesha tu hakuruhusi wewe uguse kile cheti cha usajili wa BRELA. Unaona? Na wananchi, huu nitoe wito kwamba wewe ukiona shughuli ambazo mtu anafanya shughuli za ukopeshaji, lazima kuonyeshe kibali cha Benki Kuu, lazima kuonyeshe e, dokumenti ambazo ni za BRELA. We, mtu amesimama mbele hivi anakuonyesha cheti cha, cha usajili wa BRELA, hiki hapa, hataki ukiguse, hataki kukuonyesha, na wewe kwa unasema hey, kweli kabisa kipo. Unaona, lakini kile cheti je, kazi anazozifanya ndizo alizosajiliwa hapa BRELA? Wewe niwape mfano mdogo tu hapa, sawa. Kuna kampuni hapa imesajiliwa kwa ajili ya kutoa vipindi vya matangazo Television, programming and broadcasting, sawa. Sisi huyu mtu kama ndani ya Brela, huwezi kumzuia, amekuja kasajili na yuko sawa, lakini kule mtaani anafanya shughuli gani? Kule kuna vyombo, kuna wananchi, kwa sababu ulinzi wa nchi hii sio ya nani tu, sio ya vyombo vya serikali tu, ni pamoja na sisi wenyewe. Nyie mkiona kitu ambacho sio cha kawaida. Mtu anatoa mikopo, alafu mind you hakuna utajiri wa namna hiyo. Yaani wewe mtu anakuambia toa laki moja ndani ya wiki ndani ya wiki moja anakupatia nani? Ingekuwa hivyo jamani benki sisi zingekufa. Hakuna utajiri wa namna hiyo. Lazima sisi wenyewe ujiulize mara ya kwanza kwamba okay, hivi huyu mtu hizi terms zake mbona hazijawahi kutokea? Cha pili, nchi hii ilishapigwa sana huko nyuma. Si mnakumbuka? Yanaibuka Desi akaibuka ya sijui Kalinda akaibuka sijui nani. Tunapigwa bado, tukikaa ndani ya muda mfupi watu tena wanakuwa wamejisahau, wanaenda wanajitumbukiza huko. Hakuna hakuna utajiri wa namna hiyo, hakuna shortcut eh. Wananchi, tufanye kazi. Hakuna keki ya bure inakudondokea kutoka mbinguni huko, lazima ufanye kazi. Ukifanya kazi, ulipwe kwa kufanya kazi, lakini sio mambo rahisi rahisi namna hii. kwenye register ya kampuni hivyo kwa mujibu wa kifungu cha E, mia nne a moja. E, msajili alizijulisha kampuni husika kuhusu kusudio la kuzifuta kupitia notisi zilizotolewa kati ya tarehe mbili 2 na tarehe 26 Januari eh, 2025 kwa kuwa kampuni hizo haz, hazikuwasilishwa maelezo yoyote kama zilivyotakiwa chini ya, ya kifungu hicho Msajili amezifuta rasmi kampuni zifuatazo kwenye rejista ya kampuni kuanzia tarehe 27 Februari 2025. Kampuni ya kwanza ni LBL Mtwara Media Company Limited yenye usajili namba 181289972 18. Kampuni ya pili ni LBL Morogoro Media Company Limited yenye usajili namba 179770873. Kampuni ya tatu ni LBL Geita Advertising Media Limited yenye usajili namba 180439242. Kampuni ya nne ni LBL Mbeya Media Limited yenye usajili namba 179978 327. Kampuni ya tano ni LBL Future Vision Advertising Agency Company Limited yenye usajili namba 181 30 22 59. Kampuni ya sita ni LBL Mbezi Advertising Media Company Limited yenye usajili namba 180, 58, 28, 35. Kampuni ya saba ni LBL Ubungo Media Limited yenye usajili namba 180 960 333. Kampuni ya nane ni LBL Mabibo Media Company Limited yenye usajili namba 181 11 7346. Kampuni ya tisa ni LBL Mbagala Media Company Limited yenye usajili namba 181 24, 88, kampuni ya kumi ni LBLO Gongolamboto media advertising company limited yenye usajili namba moja, 134, 38 na kampuni ya mwisho ambayo ni namba 11 ni LBLO Salaam kigamboni advertising company limited yenye usajili namba 1804 6992. Msajili anapenda umma ufahamu kwamba hakuna sheria wala taasisi yenye mamlaka ya kutoa vibali wala leseni za kufanya biashara za upatu hapa nchini. Msajili anaendelea na ufuatiliaji wa kampuni nyingine zinazofanya shughuli za kibiashara nje ya katiba, nje ya katiba zao na kinyume na sheria na taratibu na ataendelea kuzichukulia hatua stahiki ikiwemo kuzifuta kwenye rejista ya makampuni. Msajili anapenda kukumbusha umma kuwa biashara ya upatu ni kinyume na sheria za nchi. Na hivyo wananchi wanahimizwa kutoa taarifa mara moja kwa mamlaka husika zikiwemo taasisi za kiserikali na Jeshi la Polisi ili hatua stahiki zichukuliwe dhidi ya kampuni au watu wanaofanya au kujihusisha na biashara hiyo. Asanteni sana. Na kwa nyongeza tu, watu wangu wa habari watawagawia hii press release and then kuna kampuni zote zimeorodheshwa hapa, na itaonekana jina la kampuni, namba ya usajili, tarehe ya kusajiliwa na BRELA na mwisho shughuli ambazo kampuni hiyo ilisajiliwa na, na BRELA kwa ajili ya ya, ya uchambuzi wenu. Sasa kwa kila mtu atakavyoandika anavyoona inafaa. Hii karatasi ina hizo details zote, imesajiliwa lini sawa, na ilisajiliwa kwa ajili ya shughuli gani. Hizi kampuni ukiangalia zimesajiliwa kati ya mwezi wa kumi na moja mwaka jana na ya mwisho imesajiliwa Januari. Unaona? Hizi kampuni zote kumi na moja. Yaani ndani ya miezi miwili zimesajiliwa hizo kampuni. Unaona? Na ukiangalia kazi ambazo zote ni kama zinafanana. Hii ya pili inasema motion picture video na television. Hii ya tatu inasema television programming zuna. Hii ya nne inasema creative arts. Hii ya nne sijui yani. Unaona yani ni vitu ambavyo vinafanana fanana. Kwa hiyo sasa nchi hii unajua ina, ina mifumo mizuri sana ya kufanya kazi. Wananchi wanaweza wakawa wanaenda kule wanapigwa wanapigwa wanapigwa wanapigwa wanapigwa, na serikali pia lazima ikae, ianze kuchunguza huyu mm, mtu anafanya shughuli hizi vipi? you can imagine. Nije kwenye jibu la swala lako sasa, baada ya vyombo kwa vimefanya kazi, ndio vikawagundua na communications zinafanyika. Sisi hatufanyi in silos, sawa? Maanake ni kwamba polisi wanafanya shughuli yao kule taarifa wanazipata wapi? Lazima waje BRELA, jamani, kuna kitu hiki hapa, tumekisikia mtaani, hawa watu vipi? Ndio sasa wanakuja, sisi tunawapatia details hizi. Kwa hiyo wale makosa yao ni makosa individual, yaani mtu atawajibika yeye kama alivyo. Hawezi akasema mimi nilikuwa na kampuni sijui nafanya nini. Sawa, kampuni it's fine, umesajili, unafanya hii hapa, unafanya shughuli gani? Sasa alichokuwa akifanya wale ni wizi, sio shughuli za kampuni pale. Yaani wale ni kibaka kama alivyo kibaka mwingine yoyote yule. Kwa hiyo watashughulikiwa na vyombo vya serikali, na kama meshasikia kuna watu wameshakamatwa mpaka sasa hivi. Na ukamataji lazima uendelee. Yeyote yule ambaye amedili na ishu za LBL na akawa anafanya kazi kinyume na taratibu ndani ya nchi hii, wote watakamatwa. Hamna mtu atakayebaki. Desi iko wapi? Atakayebaki imezama kabisa. Vingine vinaibuka, vina, vina jamani bado narudia tuache kufata vitu vya vya haraka haraka eh. Nchi si alishowe kuibuka hapa mtu anaitwa nani, Moisa Pile, sijui nani, watu tukaenda wakapiga vikombe kule na nini eh. Kwa hiyo watu kana wanamna hii katika historia za dunia huwa wapo, wanaibuka wanapotea, wanaibuka wengine wanapotea, na leo hii kipindi cha kalenda, si tuwaambia hapa Kambia, jamani hao watu unazika huku mtu anakuja kuibukia tena kwingine unazika huku anakuja kuibukia kwingine na hata hii hii hapa leo hii, tumewapiga hapa. Mtunze hizi kumbukumbu, utapita mwaka mmoja hapa miwili ataibuka mwingine tena, tutakuja hapa naye tutampiga hivi hivi. Kwa nini? Kwa sababu sisi wenyewe ndio tunawa encourage, kama sisi wananchi tukiamua kwamba kitu fulani tunaona jamani hiki sicho. Sisi hapa mbona tuko wazi na mifumo yetu inakuruhusu wewe kuingia, tumeautomate hapa sisi unaweza ukapata jina kama lakali. Hata nyie waandishi wa habari, wewe ingia tu kwenye mfumo wa Brela kule, omba taarifa kuhusu kitu fulani, unakipata pale pale wala uhitaji kuhangaika. Lakini mngetusaidia na nyie those times mnaona kabisa mm, hii jamani, mbona kama ni kalinda design au ni desk design, ukaingia tu kwenye mfumo wetu unapata taarifa za ile kampuni na ziko very clear wala hazipindipindi.